Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kundi la wanawake katika kaunti ya Laikipia limegeukia ufugaji wa chenene, sio tu kwa kujihakikishia mapato, bali pia kuimarisha utoshelevu wa chakula katika jamii. Wanawake hawa wanatumia wadudu kuunda mfumo wa kilimo unaofanikisha kilimo mseto cha ufugaji wa kuku na ukuzaji wa mboga. Denisoteno anaangazia manufaa ya chenene katika kilimo kwenye makala ya leo ya kilimo biashara. Ndani ya kibanda kidogo muko Godo West, Laikipia kaskazini, wanawake hawa wa kikundi cha kitamaduni cha Twala wako kwenye shughuli nyingi kwenye masanduku yaliyojaa chenene. Mradi huu unawasaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga na kuhakikisha chakula hakikosi mezani. Tulionelea tukuje pamoja kama wamama wa, wa kiasili uh, ili tuweze uh, kujimudu kimaisha uh, ili tuweze kuhifadhi mila nzuri na kusema hapana kwa mila mbaya kama ile ukeketaji, ndoa za mapema na watoto kukosa elimu kwa sababu ya kuhamahama. Tuliona ni vyema tutafute uh, mambo ya kufanya ambayo yatatufanya kama wamama tusiishi kuhamahama, tukae mahali pamoja. Kikundi hiki cha wanawake zaidi ya 200 kinafuga wadudu hawa kujipatia riziki. Chenene ni sehemu muhimu ya mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha ufugaji wa wadudu na kuku pamoja na kilimo cha mboga. Riketi ikifikisha sababu inaishi kwa miaka miezi tatu samani na ikifika miezi mbili na wiki tatu tunapatia tunalisha naye kuku, kuku wanatega mayai vizuri sana na hata wananona, so ukichinja kuku imenona, ukiuza ina kilo pia, mayai ina proteini mingi sana. Chumba hiki kina masanduku 19 ambapo kila sanduku lina mamia ya chenene. Chenene ni rahisi kufugwa na kinyesi hutumika kama mbolea asili. Na kwa sasa hivi wanazi harvest, wanapea cricket, wanapea, wanapea kuku na kuku zinakula. Already from there, hizi kuku wao wenyewe wana commercialize mayai na wanaziuza so already they are, uh, beginning to see the fruits. Yes. Na um, circular economy ni ile uchafu ambayo inatoka kwa cricket rearing site. Bado tena wako na greenhouse pale. Wanachukua hiyo uchafu wanapeleka kwa greenhouse. Ni manyiwa mzuri sana, ni mbolea mzuri sana ambayo inatumika kwa shamba zenye ziko huko. Chenene wana faida za kiafya kwa binadamu na wanyama. Ziko na protini, iko na madini ambayo ni nzuri kwa afya ya binadamu na kwa afya ya wanyama. Sio kuku tu. Uh, pia uh, utapata wale ambao wanaweka samaki, wale ambao wanaweka nguruwe, na hata wale ambao wanapenda pets kama mimi wanaweza ipea uh, chakula kama hizo. Kwa Rosemary na wenzake, mradi huu sio wa kujikimu tu, bali ni safari ya kubadilisha jamii na kubadili mitazamo ya zamani. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.